Ni timu yetu nyingine kupitia Perfecto TV kuweza kujua Wag One Today kodi ya Bongo Tanzania kuweza kujua zile infotainment ambazo zimeweza kudrop kila kona Bongo Tanzania. Well, mimi ni Perfect Crispin na hizi hapa ni headlines. Diamond Platnumz leo anazungumzia ile concept ya Make Me Sing ilikuwa itumike bana katika ngoma ya Chidi Benz. Niko magani? Well, Perfecto TV in a full story. Ebana, pia leo Ommy Dimpoz anamtaja star mbaye kama singekuwa maarufu, basi angepita naye Leo utajua kitu ambacho kina miss kwenye muziki wa Bongo Flava kutoka kwa Mike Tee Mnyalo. Baada ya kuweza kucheck headlines kupitia Perfecto TV, hapa ni time ya details Bana kutoka PKP, pause kwa pause. Ommy Dimpoz amesema kwamba avutiwi na star yote yule wa Bongo Tanzania ambaye ni star, ila akamtaja star moko tu, ambaye kama asingekuwa maarufu, basi angepita naye Ommy Dimpoz kupitia Perfecto TV anasema na sisi yeah. Sometime ndio maana unaona miss date watu maarufu, mambo kama hayo yani unakuwa hakuna privacy, there is no privacy kwenye ukiwa ukiwa, no una mdeti mtu ambaye uh, maarufu uh, public figure, watu watajua hichi na hichi yani Samtime una, unaishi sio maisha yako, unataka uishi kuaridhisha mashabiki wa girlfriend wako, kwa sababu ukifanya hivyo watatukana, wajui labda na wewe uliumizwa sehemu gani. Kwa hiyo samtime unakuwa sio wewe, sio feelings zako, ni feelings za mashabiki wa girlfriend wako. Sasa hiyo inakuwa haijakaa vizuri, aijakaa Ah, kiukweli sijawai kuwa na uhusiano ah, na star yoyote ile, sijawai. Kama star ambaye asingekuwa star ningetamani kudate naye, ah, Wema. Wengine siwezi kuwataja, ni wake za wake. Kuna mwingine siwezi kumtaja kwa sababu wa Bongo Flava sasa hivi ukilinganisha na enzi zao. Mike Tee Nyalo anapiga story na Perfecto TV. Uh, sasa hivi kinacho miss ni kutojua huyu ni nani, kwa sababu leo hii nitasema namsikiliza Diamond, lakini naweza nikawa kwa mbali nisijue kama sio Diamond, kuna watoto mwingine kamuiga. Kwa hiyo kuna zile ID, zamani ilikuwa ukimsikiliza Mike T, ukimsikiliza Juma Nature, Professor J, nani unajua kabisa huyu ni fulani, lakini sasa hivi ile ID imeondoka kabisa. Yani unakuta kama music label flani, wana style yao wote ya kuimba, sio kila mmoja na style yake mle ndani, unakuta wote wana sound the same, kwa hiyo ni kitu ambacho kina miss sana sasa hivi, na zamani wakati sisi tunaanza. Sio kizuri, kinaua, kwa sababu we ukitoa nyimbo kesho, mtu akatoa nyimbo na sound kama wewe, unajua anaiua kwa kwa, ya kwako, watasikiliza ya huyu, watajua ni wewe mwenyewe, unatoa nyimbo kila siku, watu wanakuchoka. Kwa hiyo ishu kama hiyo ina, inaua sana mziki Ebana pia sikuwe kujua kabisa ile concept ya ngoma ya Make me sing ya AKA na Diamond. Ile concept ilikua itumika katika ngoma ya mpaka kuchie ngoma ya Chidi Benz na Diamond hasa Diamond anasema na sisi wagwani kupitia Perfecto TV. Make me sing ni ngoma ambayo tumefanya wakati AKA white mkujia huko katika party, kufanya kitu kufanya, kwa kweli ni ngoma ambayo so, tumefanya kwa sababu tunajua atujue kufanya nyimbo mi na yeye, alafu sisi kama Tanzania na South Africa aje kufanya kitu chochote, so ni ngoma ambayo mtu yoyote ni anaweza kuitumia kama yake. Baada hapo kia mtu kaweka hela kwenye video tukashut hivi, sababu video katoa hela nusu na sisi tumetoa hela nusu ya yeah, so kila kitu kimefanyika kwa hivyo, kwa hiyo ni ngoma ambayo yetu wote na ngoma ambayo tumetoa kwa sababu watu waone kama kuna nyimbo ambayo tumeifanya, na ngoma ambayo kipenzi changu mimi anayependa sana, na sababu nyingine hata kuifanya mpaka nika nikaiwekea serious, Zari anayependa sana kumbuka, mnakoza umetoka studio tu, Zari anasikiza asubuhi yake na alfajiri yake ndio tuanze pika pika za white party, kumuka toka kwenye interview clouds ya asubuhi, nitoka studio nirudi kama alfajiri kama saa kumi aa ikawa siku nzima. Ile white party siku nzima nyimbo kila siku kwa shemeji zangu, wamekuja wale kutoka Uganda wanapenda, kwa sababu Uganda wanapenda muziki wa design ile. Nakumbuka tulikuwa tuko airport kwa sababu ilikuwa tu ipo kwa sababu tulikuwa tunafanya, afu ikawa ni kama siyala, tushutie video nafikiri, ngoma tushutie video tu, tuifanyaje? Tumewaza sana kwamba tunashutie video tu, wainata, concept yote nimepata wazo, basi tufanye hivi. Nakumbuka concept mara kwanza kabisa nilitaka kuitumia katika nyimbo tulifanya Chidi Benz kuna concept hiyo yeah, kafikia tuifanye hivyo kwenye concept ya Chid Benz. Sasa so, nilipoona tangwa manyewe tena nikaona, basi tafanya katika video ya AK, kama imetoka imetoka, kama kiolela olela, kwa sababu imetoka ya kufanya interview, na inawezekana kuna baadhi ya sema sika, Mungu sije kuipeleka japo kwa watu mambao ipeleke, lakini nawashukuru kwa sababu radio media wana support wanipiga sana, naizungumzia vizuri sana kuliko tani kwa kwa, kwa nafikiria mimi kwa sababu hiyo mimi mpenda nyimbo za Kiswahili.